Chaguzi. Katika kipindi tunachohitaji kama Chama cha Mapinduzi umoja, mshikamano na upendo ni kipindi hiki, ni kipindi cha ja kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja. Tunako kwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali, tuna makundi makundi, kwa sababu kama tunagombea, lazima kutakuwa na makundi makundi. Tutakapomaliza kugombea, turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande mapande, tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo CCM tayari ilishashinda, kwa wingi wa wanachama tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana, ndugu zangu.